Hapa nipo katika eneo ambalo kuliwekwa uh, jiwe la msingi uh, katika uzinduzi wa shamba la miti SILAYO na pembeni, huu ni mti ambao ulipandwa na aliyekuwa rais wa awamu ya tano, Daktari hayati John Pombe Magufuli ilikuwa ni uh, ya kwa mujibu wa taarifa ya hapa, ilikuwa ni Januari 27 mwaka 2021 aliweza kupanda mti huu kama ishara ya uzinduzi wa shamba la miti Silayo iliyopo katika hifadhi eh, ya, ya, ya, ya msitu wa shamba la miti Silayo. Hii eh, ilikuwa iliitwa shamba la miti Silayo kutokana na utendaji mkuu au utendaji uliotukuka wa rugozi wa Profesa Do Santos Silayo, na ndo maana shamba hili likaitwa shamba la Silayo. Lakini si hivyo tu, alipanda mti huu kama njia ya kuhamasisha wa Tanzania kuhakikisha wanazingatia swala zima la uhifadhi wa mazingira, ikimo swala zima la upandaji wa miti kama njia ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia inchi, ya nchi ambayo imekuwa kusababisha madhara mbalimbali katika mazingira, huku baadhi ya wa wananchi wakipata changamoto za ukosefu wa malisho kwa upande wa wafugaji, lakini n kwa upande wa wakulima ambao wamekuwa kishindo kuendesha kilimo cha umwagiliaji lakini baada ya kuanzishwa kwa shamba hili, jumla ya vyanzo vya maji 15 vimeweza kurejea katika eneo hili ambalo lilikuwa ni hifadhi ya pori la akiba la Kahama Biharamulo. Tunaelezwa kwamba jumla ya vyanzo vya maji kwa maana ya mito kumi na mitano vimeweza kurejea ambapo vijana e, wa Tanzania pamoja na wakazi wote wa eneo hili wameweza kurudisha imani yao katika kilimo cha umwagiliaji, na mpaka sasa jumla ya hekari elfu moja zimeweza kutengwa na serikali kupitia Halmashauri ya Wilaya ya Chato katika kuhakikisha wananchi wanaendeleza kilimo cha umwagiliaji lakini, pi, lakini pia e, ufugaji wa ng'ombe pamoja na ufugaji wa samaki. Huu ni mpango wa BBT yani, build better tomorrow, jenga kesho yako iliyo bora, katika kuhakikisha vijana wanajiinua kiuchumi.